Mi sijaandikwa mm. Siwezi sema nimeandikwa. Mi ni msee najituma, shughuli yoyote imetokea, mimi napiga. mm. Ok, mi natika msee, mse anajituma. mm. Msee mwenye akiamka asubuhi, akirudi jioni, anajua enyewe niko na wife. mm. Mm, sitaki ati msee tukishanioa tuanze tena Kuteseka pale, by the way, maisha ya sasa ni kutoka chini mkienda juu nyinyi wote. Mm. Nitoke kwa nyumba ya mzazi by the way mimi naishi na mzazi bado. Mm. Mm. Unakaa na mzazi? Eh, mimi naikaa mzazi. Alafu e, kitu ya mwisho, mm. tukishajuana mimi ningependa mse ajue wazazi wangu na mimi pia nijue wazazi wake. Nyumbani ni Kitale. Wewe ni msawa Kitale. Nairobi unakaa wapi? Nakaa Kibira. Wewe ni msawa Kibra. Hello. Ni Sentava, mambo vipi? So guys, mazem, kadetu mazem, tutasema ngawa wasapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia, ama namna gani? So guys, leo mazem, nimejoinwa, nimejoinwa hapa na beautiful lady, mazem, alinbox akizinga, anataka mtu. Unfortunately, hajakuwa na majamaa bado, nikamwacha hapa na e show, tuone venye kunaenda. Bila kupata time, director, zimua bwana. Ehe, niaje? Poa. Eh, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Milka. Unaitwa Milka. Yeah. Ehe, director, Eh, hey. So Milka eh, uko na miaka ngapi? Eh, na turn 27 March. Una turn 27 March. Eh, nyumbani ushagoni wapi? Nyumbani ni Kitale. Wewe ni msa wa Kitale. Mm -hmm. Wewe ni Mluya? Nairobi eh. Unakaa una wapi? Nakaa Kibra. Wewe ni msa wa Kibra. Haya, Kibra unafanyanga nini maybe? Mimi mi sijaandikwa, siwezi sema nimeandikwa. Mi ni msee najituma, shughuli yoyote imetokea, mimi napiga mm. Mm. He, lazima tutafute pesa ama ni aje mm? pesa lazima, unajua mm, tu dem lazima pia atafute pesa yake mm. mm. Sasa fanyi hive, Milka angalia hapo kwa kamera, ambia aseme mbona ulinibox. Nili nili inbox Santevia kwa sababu niliona vitu anafanya, sasa ikanibamba tu, nikasema mbona 2026 nisianguke na mtu mm. Nikamtext pale inbox nikamwambia nikamwambia niko single, akaniambia tunaweza patana, mtu nseme kakafanya yapo a pia inalingana na tabia ya mtu. Of, of course, wangu ni za Kibra mm. nasabil nimezaa Kibra huyo yangu na yake imeishia hivyo. Tena tenastai mse wa Kibra mm. mm. Eh, ulipata mse wa Kibra akakufanyia ile kitu kajifungua na akapotea akapotea yeah, daamsho akakuja akachukua mtoi wake mse mm. wa mtaa sasa mm. Mali place niko. Mm. Mm. <laughs> sasa fanyive, Milka, angalia kwa kamera, ambia waseme hivi. In our last relationship nini ilifanyika, nini kesho kupata mtu mwingine has repeat the same, same mistake? Enyewe kwa nini yangu ya mwisho, mimi siwezi sema nimeolewa, sijai test hiyo maisha ya ndoa, sijai ilikuwa tu ile ubeste hapa na pale tukapata mtoto. After kupata mtoto mm. mambo yetu ikaenda tuivo daddy, daddy, baby daddy mm. mami daddy so, uh, ule ulikuwa nae, maybe sababu ya kuachana ilikuwa gani maybe? Ni, nseme tu ni huyo baby daddy kwa sababu wasee napata wa mm. ni mtu wa kuchezea mtu wa kupima akili unaweza pata, mimi niko serious. By the way, kwa mm. sasa niko serious nataka msee ako serious. mm. e, sitaki mtu tutaanza tut, tut, kusumbuana hapa na pale, hapana. mm. mm. e, nataka mtu ako serious na maisha. Mm. Mm. Kwa sababu ni ile huyo hakukuwa serious, so, mlianza kusumbuana mkaachana. Hapana, msee mm. yuko serious, msee mnaongea vizuri, mnaongea unapata mm. fika dakika ya mwisho unapata msee

Mi pia uangalia unaweza pata labda mse anataka kucheza na mm. mwili yako mm. akuachanishe, mse anataka kwenda muone mm. akutumii dosa mi kifika hiyo stage. Mm. Mm. Unitumii do hapa na nanga, nitaka kucheza na maisha yangu mm. unitakaje ni kuje ni kuone na utoe hata afya peke yake mm. Mm. <laughs> so hapo lazima mtu atume fare. Eh yeah, mimi lazima utume fare ndio nitoke kwa nyumba ya mzazi. By the way, mimi naishi na mzazi bado. Mm. Mm. Oh, unakaa na mzazi? Eh yeah, mimi naikaa mzazi. Mm. Eh. Sasa fanya hivi Milka, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, unataka unataka jamana kaje. Okay, mimi nataka mse mse anajituma. Mm. Mse mwenye akiamka asubuhi akirudi jioni anaje yeye ni kwa na wife. Mm. Mstaki ati mse tukisha tukisha nioa tuanze tena kuteseka pale. By the way maisha sasa hii ni kutoka chini mkienda juu nyinyi wote. Mm. Mse anajua kitu anafanya. Mm. Mm. Eh, kuliko zingine maybe ama ni hivyo. Hey, ni mm. Eh. Yeah. Hey. Guys, ni hivyo tu guys maze, kama uko hapo nje wewe ni mwanaume, venye unasikia venye anaonekana anasema, nataka ni connect naye, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Unataka ni connect ekt naye, changamka teke teke. So maybe any last word? Sina, sina lingine mi. Tukisha, ukisha ukiniona alafu nimekubamba tutakuja nawe hapa hivi direct, tuambia Sentava ni hivi na hivi kuko hivi na hivi mse amenibamba mm. Sitaki vitu za nyuma ya tent mm. Nataka tukuje mbele ya tent mi, sitaki kufichwa nyuma. Alafu kitu ya mwisho mm, tukishajuana mi ningependa mse ajue wazazi wangu na mimi pia nijue wazazi wake mm. mm. Hey, kama inje umebamika na Milka e, changamuka teke teke. Kama hapa ni YouTube subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow. Thanks for watching, tunawapenda sana.